Haikuwa mechi ya starehe sana, kwa sababu mechi ya starehe ni ile ambayo unatangulia bao moja, bao mbili eh, kipindi cha pili unakuwa umerelax. Mechi ya leo ilikuwa na pressure, kwa tayari umeshatanguliwa. Tulikuwa tumekaa jukwani atuaaaaashbasami wote na shughuli inaishia hapo, lakini tunaona muda unazidi kwenda, tukaanza ku accumulate pressure, kwa hiyo hatuenjoy hata kidogo football

i nasema unasherehesemaji unaweza ukasema kauli ya ubaya ubwela, imedhihirika leo kukamilika ubaya ubwela. Maana yake ni kwamba tutakufanya vibaya, utake usitake, ndio maana na ubaya ubwela ina asili ya kulazimisha. Hiyo ndiyo ubaya a, yani unataka usitake utatoa hiyo. Ndio yani, mpaka ifike dakika ya mwisho, wenyewe ubaya ya ubora isarende, yani ikate tamaa. Sasa kwenye mechi kama hii, apizani kama hawa, ubaya ya ubora hauwezi kukata tamaa. Ubaya ya ubora utaendelea kauu mpaka tupate tunacho stahili, na mechi ya leo naona hizi saa zenu zimeguha.